Kwa Purit. mm. Kwa nini wanaume wa Kristo hawaruhusiwi kuoa zaidi ya mke mmoja? wanaruhusiwa wanaruhusiwa, si ndio? Mm. Eh, nani, Biblia imeruhusu ama ni wao wenyewe wamejiamulia kwamba waweze kuoa zaidi ya mke mmoja? Biblia imeruhusu. Barabara kabisa, mzamaji wetu, mambo safi kabisa kweli, jijini Nairobi, watu wamechituma hivi ivyana, wamechituma bila kuwa na shaka wala tashishi yoyote. Naepata nduku pia, iko sawa kabisa hapa. Anauza unauza nini ndugu yangu, nini? Chocolate. Anauza chocolate, anauza. Unaitwa nani wewe? Mugisha. Unaitwa Mtisha? Eh, unauza chocolate na kazi nyingine ingana gani? Eh, kazi nyingine gani? Unauza, unafanya pia. Uza njugu. Unauza njugu? Unauza eh, na chocolate. hmm. Eh. Haya, wewe ni mkristo ama ama, wewe aa, ni wa dini gani? Ni Mkristo. Mbona mm, yeah. Wakristo waruhusiwe kuoa zaidi ya mke mmoja? <laughs> Wakristo hey. si, si Mungu anawaambia hivyo mm. yeah. Mungu ndi aliambia wakristo yeah. akawambiaje? awe mke mmoja mm. hakuna wa pili sasa yeah. hmm. wewe uko na mmoja ama bado, ndio unatafuta? mimi bado unatafuta ama uchachipanga kuta, uchaanza kutafuta <laughs> Niko na kutafuta pesa bado mm. Wow. Utafute pesa ndio uoe. wow, eh. Utaoa wangapi? Wewe umoja tu. Mm. Eh. Tu kwa takuwa ametosha eh, ama utafika mahali uongeza tena wawili watatu? ah, ah, mm. Najua Mungu anatuambia tuwe umoja. Mtazamaji mm. eh. ah, wetu e, mambo bado iko sawa kabisa ndani ya jiji kuu la Nairobi, yani katikati mwa jiji na mambo inaenda kuwa sawa kabisa. Dada yuko sambamba hapa kabisa, basi tuweze kufahamu moja mbili kutoka kwake. Habari dadangu? Poa sana. unaitwa nani? stesi. Stesi? Wetu yeah. Naona umetulia baada ya kutoka kanisani, umesema utulia tulia chijeni upunge hewa safi. Haya niko na swali kwako kama uko tayari? Niko tayari. Mbona wanaume wa Kristo hawaruhusiwi kuoa zaidi ya mke mmoja? What? Hmm. Wanaume wa Kristo hawaruhusiwi kuoa zaidi ya mke mmoja. Kwa nini? Mimi sijui <coughs> hmm. yeah. auchaijua eh, kama wanaume acharusiwa merusiwa kuoa zaidi ya mke mmoja. Najua but ni venye tu wewe eh, eh, eh, wewe unaweza kukubali mume wako aongeze mke mwingine? Hapana. Mwingine hmm? yeah. Eh. Yeah. Itakuwa ni vita ama wewe utatoka wewe? Ah, mtatoka tu. Kwa hivyo wewe ni Mkristo si ndio? Kwa hivyo hata yeah. Wewe mwenyewe upendi, upendi utaki mume wako aoe mke mwingine? Yeah. Hmm. Eh. Hmm. Sipendi na sitaki, hmm. Na Biblia imeruhusu ime ama ni mtu tu ameamua wa kwamba watu wasiowe zaidi ya mke mmoja? Ni kama ni mtu, ni mtu tu aliamua. Yeah. Lakini Mungu anasema tu mtu aoe bila nataka, yeah, mm, na kuolewa aolewe bila nataka, yeah, aolewe na wawili ama watatu, hiyo ni tasamajiwetu. Mambo safi kabisa, kati kati mwa jiji nimepata ndugu <laughs> ambaye <Yeah>. ni <laughs> mzuri kabisa hapa tuweze, eh, kupiga kufahamu moja mbili, kutoka kwa habari ndugu yangu. Kabisa sana. Unaitwa nani wewe? Wananitambua Pita ama kijana wa chocolate. Oh, wanakutambua Pita ama kijana wa chocolate. Chocolate enye na uko nazo? Eh, tuone hizo chocolate tuone kwanza Oh, oh, unaitwa Pita yule wa chocolate. Unauza ama unagawa watu una, unawapatia wa kule? Mimi nauza. Unauza. Bado mimi nimetren sana. Mhm. Uh-huh. Unakumbuka sikia maandamano, kijana alipigwa, lipigwa bullet kwa mguu. Oh, oh, ulikuwa wewe ndio ulipigwa, uh, na ulipigwa risasi? Ni mimi. Lakini sasa ume recover ama bado uko na tatizo? mguu ina maana lakini hakuna hata kitu yoyote nilisaidiyo nao. Bado mi ni msanii, niko na ngoma zangu, naweza taka nisaidike sana. Sasa eh, tukimaliza show wewe unaenda kutu, kutumia wimbo mmoja ama mbili kupika mistari hapa tujue bila unasafanya kazi ndio sawa. Hiyo kwanza inaanzaje? Ngoja kwanza ya wimbo. Ay, ni kuna maswali mawili kwako, ndiposa tuweze. Kwa nini wanaume wa Kristo hawaruhusiwi kuoa zaidi ya mke mmoja? <laughs> A mm. Lazima wae hata Biblia imeandikwa. mm. Unaweza kuoa bibi hata, kwa kwa Biblia kuna watu walikuwa na bibi wawili. mm. Si vibaya. Kwa hivyo mm. hey, unasema watu waoe, watu waoe ukiwa na uwezo ama bora umeoa mke. Hata ukiwa na uwezo ama saa hii wasichana ni wengi ukweli ama si ukweli? i unakuta wasichana ka wawili watatu, wanalilia mwanaume mmoja si wape wote, kama we umeoa ama bado? Mimi niko na dem. Uko na mdemo lakini uchaoa. Eh, sijaoa bado miaka yangu ya kuoa. Mm. mm. Sasa ni kucheza cheza na wasichana hata devu sijatoa nilipata ya kuoa. <laughs> like, mm. cheza cheza na wasichana ukipata ya kuoa, sasa mm. simama na moja. Sasa unasema wale ambao uko nao utachagua kama wawili ama watatu wowe, ndio? Hata ni, wale niko nao hata sijui ama nitawaoa ama sitawaoa. Mm. Tu ni kucheza cheza mm. tu na wao. Lakini ukiamua kuoa utaoa wawili ama watatu? Hai, lazima kuwe na chicken, mwanaume mzuri lazima kuwe na hmm, chicken, kweli ama sio kweli? Hmm, lakini wewe mwenyewe unao, utaoa wangapi? Mimi naweza wa... watatu. Watatu, sio? Eh, hiyo yeah, iko hmm, sawa. Hiyo utawezana nao, sio? Hiyo nitaweza. Juu unaona hmm, for example, yeah. Watatu si, si lazima wakae pamoja, yeah. Uko na kazi mzuri, renti ya huyu nyumba ya elfu tano tano tano, wewe unamwambia niko kazi huku, unaenda hivi, unacheza kaa wewe yeah. Hey, wanaume ni pria mm, na barabara kabisa, mambo safi kabisa. Tumekutana pia na ndugu ambaye yuko sambamba kabisa, mtu na shachi kweli kweli kweli, nasi tunataka kusikiza mawili matatu kutoka kwake. Habari ndugu yangu. Nzuri sana ndugu. Unaitwa nani wewe? Naitwa Alex Opicho, mm, aka the Roman Ruler, eh, eh, the Roman Ruler. The Roman Ruler. Uh, ndio ule leader wa kule Romans. Bas nilifuata ma hiyo mwanzo uanzilishi wa Yesu pia. Oh. Unajua alikuwa na eh, kule Roma pia Roman. Yes, eh, yes. E, mm. wewe umetokea sehemu za kule Roma. natokea saizi za Roma huko mm. nafuata wa Roma. Hakuna uongo hiyo. Naona ni nendeza wa Roma. Basi swali letu so, natokea kule Roma kabisa mm. Eh, kwa nini wanaume wa Kristo hawaruhusiwi kuoa zaidi ya mke mmoja? E, kwa sababu hmm. Biblia pia inatu, hiyo ndio ilituambia hmm. ukwe na mke mmoja hmm. na mume mmoja hmm. kama ni mwanamke anakuwa na mume mmoja hmm. kama ni mwanaume hmm. anakuwa na mke mmoja hmm. kwa nini wakaamua kwamba waowe mke mmoja? Kwa sababu ni tuseme tu ni imani ya Wakristo hmm. na sio imani ya kidunia hmm. e, ndio maana tukakuwa na hiyo hmm kuamini kuwa lazima ukuwe na mke, mm. Yeah. Mke mmoja na ni kweli wanaume wa Kristo wako na mke mmoja ama zaidi ya mke mmoja kwa sasa, mm, kwa siku hizi vyenye dunia inasonga mm. nimeona wengine wameanza kukuwa na wake wawili, lakini mm. Biblia hairuhusiwi hata mm. Mungu pia aliumba Adamu na Eve mm. akuumba Adamu akuumba Eve akuumba na Esther kwa sababu mm. ilikuwa tu Adamu na Eve. Barabara kabisa, mzamaji wetu, mambo safi kabisa ndani ya jiji kuu la Nairobi, yani katikati mwa jiji, mambo sawa kabisa, wamepata dada, wamekaa wametulia tulituli baada ya shughuli, wamesema kwamba leo watulie hapa kweli kupunga hewa safi kabisa, na ni warembo kwelikweli. Kweli, jamani, wacha tusikize mawili matatu kutoka kwao. Habari dadangu? Nzuri. Unaitwa unaitwa nani? Purity. Unaitwa Purity? mm. kwa nini wanaume wa Kristo hawaruhusiwi kuoa zaidi ya mke mmoja? Wanaruhusiwa wanaruhusiwa si ndio? mm. Eh, nani, Biblia imeruhusu ama ni wao wenyewe wamejiamulia kwamba waweze kuoa zaidi ya mke mmoja? Biblia imeruhusu. we have this, Biblia imeruhusu watu waoe zaidi ya mke mmoja? mm. kama wangapi? As in... Ama mtu anaoa na kulingana na uwezo wake. Mtu anaoa kulingana na uwezo wake. mm. mm. kama unaweza kubali kuwa mke wa pili wa tatu ama wa nne? Siwezi kubali. Kwa nini? Nataka Nataka ni peke peke yangu. Haizi itimiza yote. taa mm. Lakini mm. akiweza kutimiza, wewe unaweza oleka kama mke wa pili ama watatu. Siwezi. Huwezi. Nataka ni peke yangu. Nataka peke yako. Mm. Enjoy matunda sindiyo? Sindiyo. Mtazamaji mm. wetu kisonga kidoko kidoko pale. Ebu unipe nafasi pia niongee ni na huyu e, pia moja kwa moja ah, mtazamaji wetu pia dada, sawa kabisa, amefunga kichwa kidogo lakini eh, bado iko sambamba kabisa. Mrembo kweli kweli. Habari dadangu? Unaitwa nani? Unaitwa Sharon, Sharon. Mm. Uh, niko na swali kwako kama uko tayari. mm. Kwa nini wanaume wa Kristo hawaruhusiwi kuoa zaidi ya mke mmoja? Wana wanaruhusiwa, si ndio? Mm. Ni Biblia imeruhusu ama wenyewe wamejiamulia? Wameona wenyewe wamejiamulia. mm. Mm. Mmoja atoshi. Yeah.